Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna breaking news ambazo tunazipata siku ya leo kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na fujo na ghasia ambazo ziliweza kushuhudiwa kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo kuna vyombo mbalimbali vya habari na pia ripoti ambazo tunaendelea kuzipata kutoka kwa upinzani kule nchini Tanzania. Habari zinasema ya kwamba sasa hivi inakadiriwa ya kwamba ni watu ama watanzania elfu ishirini na tatu ambao waliweza kuiaga dunia kwa kupigwa risasi kule nchini Tanzania baada ya mchafuko wa ghasia na fujo ambazo ziliweza kushuhudiwa kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kipindi kile, watazamaji wangu, wananchi walikuwa wanapinga uongozi wa mama Samia Suluhu, walikuwa wanataka katiba mpya, walikuwa wanapigania demokrasia na pia walikuwa wanataka haki zao ziweze kusikizwa ili wawachague viongozi ambao wanawataka. Watazamaji, nimewaelezea kwamba kwa kipindi kirefu tangia yale maandamano yaanze kushuhudiwa kule nchini Tanzania, ulimwengu haujakuwa ukijua kwa kiundani ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea kule ndani. Kwa sababu hata wanahabari kutoka nchi zengine hawakupewa fursa ya kuingia kule nchini Tanzania na kunakili ama kuchukua matukio yote ambayo yalikuwa yanafanyika maandamano dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu. Kipindi kile, watazamaji wangu, baada ya mitandao ya kijamii kuwa haifanyi kazi baada ya internet connectivity kuondolewa, kuna mauaji mengi ambayo yaliweza kufanyika. Ripoti ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa upinzani zinasema ya kwamba ni zaidi ya watu elfu mbili ambao wameiaga dunia kufikia sasa hivi kwa kupigwa risasi kwenye hayo maandamano na fujo ambazo ziliweza kutokea kule nchini Tanzania kupinga uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Na sasa watazamaji wangu, kuna hizi habari ambazo tumezipata kutoka kwa moja ya magazeti kutoka kule nchini Tanzania, habari ambazo zinasema ya kwamba ni watu A zaidi ya elfu ishirini. Hii ni idadi kubwa sana ya watu kuuawa, watazamaji wangu, chini ya siku tatu a, ambazo wananchi kutoka kule nchini Tanzania walikuwa wameingia kwenye maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. na watazamaji, wakati hizi idadi zinazidi kupanda ama ripoti mbalimbali zinazidi kuibuka kuhusiana na haya mauaji kule nchini Tanzania, bado hatujui ni nini ambacho kinaendelea kufanyika kule kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC ili kuingia pale nchini Tanzania a, kufanya upelelezi kuhusiana na hizi idadi ama vile ambavyo wananchi nasemekana ya kwamba waliuawa kwa wingi wakati walijitokeza kupinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu na pia kupinga uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kuna habari ambazo watazamaji wangu tunazipata, habari ambazo zinasema ya kwamba nchi ya Tanzania ama serikali ya Tanzania imewazuia uh, wale wapelelezi kutoka kwenye Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa ya ICC wasiingie pale nchini Tanzania ili kufanya uchunguzi wowote kuhusiana na hivyo visa vya mauaji ambayo viliweza kutokea kule nchini Tanzania na visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu uh, ambapo wananchi walikumbana na nguvu zaidi kutoka kwa maofisa wa polisi wakati walijaribu kuingia kwenye maandamano maandamano ambayo yalikuwa ni ya amani. Kuna habari fulani, watazamaji wangu, ambazo ningependa kuwasomea kuhusiana na ni mipango gani ambayo inaendelea kufanywa na ICC nayo inchi ya Tanzania inakabiliana vipi na ili swala la kujiepusha lisije likafika kule ICC, ama mama Samia Suluhu asije akajipata taabani pamoja na serikali ya Tanzania aa, kwa haya mauaji ambayo yanazidi kufanyika kule ama mauaji ambayo yalitendeka ya kwenye maandamano ya tarehe 29, 30 pamoja na 31 na moja. Kuna ujumbe ambao rais mwangu umeweza kuchapishwa pale kwenye ukurasa wa kijamii wa Facebook, ukurasa wa kijamii wa X na baadhi, nasema kwamba Tanzania rejects ICC entry for ten officials probing post-election violence. Uh, inasema ya kwamba uh, nchi ya Tanzania imewazuia wale uh, wapelelezi kutoka kule ICC uh, wapelelezi kumi uh, wasije wakaruhusiwa pale nchini Tanzania ili kufanya uchunguzi kuhusiana na hizo fujo na gasi ambazo ziliweza kutokea baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Tanzanian government has officially

Security forces. So unaona watazamaji wangu uh, nchi ya Tanzania kulingana na hizi habari uh, zinasema ya kwamba nchi ya Tanzania imeweza kuwawekea vikwazo wale maofisa wa ICC uh, kutoka kule uh, International Criminal Court of Justice wasije wakaingia pale nchini Tanzania Uh, waweze kufanya upelelezi kuhusiana na hivyo visa vya mauaji, utekaji nyara ambao uliweza kufanyika kule nchini Tanzania wakati wananchi walifanya maandamano ya amani tarehe ishirini na tisa uh, kutaka demokrasia, kutaka haki kwa uchaguzi na pia kutaka katiba mpya. uh, Sasa watazamaji wangu, hatujui ni lipi ambalo litafanyika kwa sababu mpaka sasa hivi hata ICC, unajua watazamaji wangu, kumekuwa na madai mengi, kumekuwa na allegations kuhusiana na vile ambavyo ICC uh, imeanza kufanya uchunguzi, lakini mpaka sasa hivi watazamaji wangu hakuna ripoti yoyote ambayo tumeipata kutoka kwa ICC. ICC ipo kimya na hatujui imekimya na mpango gani, pengine uh, siku itafika na watanzania watapata haki. Kwa sababu kuna shinikizo kubwa kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu, yanazidi kuiomba Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ya ICC iweze kuchunguza ili swala la mauaji na utekaji nyara ambao ulifanyika kule nchini Tanzania. Chama cha upinzani cha Chadema kinazidi kuwaomba Watanzania ambao wako na picha ama video zilizo nakili mauaji ambayo yalifanywa na maofisa wa polisi kule nchini Tanzania, awaweze kuwatumia wanachama wa Chadema ama wa upinzani ili waweze kutengeneza ripoti kamili, ripoti ambayo itatengenezwa dhidi ya serikali ya mama Samia Suluhu kwa hayo mauaji ambayo ilitokea kule nchini Tanzania. Na wakati ripoti itakuwa tayari, watazamaji wangu, huenda uh, mama Samia Suluhu akajipata taabani, akajipata kwenye mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC kwa haya mauaji ambayo a uh, yanaendelea kutokea kule nchini Tanzania, na ripoti zinasema ya kwamba idadi inazidi kuongezeka. Unaona, hizi ni ripoti zingine zinasema ya kwamba idadi sasa hivi imefika uh, watu 23,000 uh, walioyaga dunia kwa kupigwa risasi kule nchini Tanzania. Lakini bado watazamaji wangu, hizi ni allegations, haya tu ni madai, bado hatujaweza kupata ripoti kamili, kwa sababu sasa hivi hata nchi ya Tanzania yenyewe haijapeana ripoti kamili ikasema ya kwamba wakati wafujo na na gasi za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 watu kadhaa waliweza kuuawa, wengine wakaumizwa waka na hii ndio idadi ambayo imeweza uh, kutengenezwa na serikali. Bado serikali ipo kimya, haionekani hata kushughulika kupeana ripoti yoyote kuhusiana na hayo mauaji ambayo yalitendeka ama utekaji nyara ambao ulifanyika. Tunachokishuhudia sasa hivi kutoka kule nchini Tanzania, tunaona vile ambavyo waliohusika, uh, kwa njia moja ama nyingine kwenye hayo maandamano, wanaendelea kushtakiwa, kunyongwa, wengine wanashtakiwa kwenye makosa ya uhaini kutaka kupindua serikali ya Mama Samia Suluhu, yaani ni hadhabu kubwa ambayo inachukuliwa kwa yoyote ambaye alionekana kwenye maandamano ama kuchochea kwenye gasi ya nafujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Ni hayo tu kwa sasa, mtazamaji wangu, lakini wewe sijui maoni yako ni gani kuona vile ambavyo kuna vyombo mbalimbali mbali vya habari ambavyo vinazidi kutupatia ripoti tofauti kuhusiana na idadi ya waliouawa kwa kupigwa risasi kule nchini Tanzania. Kwa mtazamo wako mtazamaji Unaona, hii idadi inaweza kuwa ilifika elfu ishirini na tatu elfu watanzania waliuawa kwenye hayo maandamano. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment button yangu, na kabla sijatamatisha, nakukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sasa uwe wa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha na pia uweze kulike na kushare na comment, ndipo sasa ujumbe na habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa na rejea punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.